Happy birthday mama. Mama sisi wajasiriamali au kupitia Shiuma Tanganyika Packers Kawe. Tunakupenda sana mama. Leo tunashiriki na wewe japokuwa tuko mbali na wewe lakini tuko jirani kwa sababu zoezi unalofanya na sisi tuko hapa live tunalifanya tukiwa kama Shiuma wilaya Kinondoni na viongozi wetu na bosi wetu tuko naye hapa. Kwa hiyo mheshimiwa tunapenda kukufikishia salamu hizi. Wana Shiuma Kinondoni tunakupenda sana. Wa Sharifu Hasani ni mwenyekiti wa jasiriamali Shiuma Machinga Mwenge, pia ni mkuu wa idara ya mipango wilaya ya Kinondoni. Kupitia shirikisho la machinga Shiuma tuko hapa kuja kupanda miti. Tumeamua kupanda miti ili kusherehekea sikukuu ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii sio kwamba sisi labda ni mara ya kwanza, kila inapofika siku ya kuzaliwa Mheshimiwa Rais, basi watu naazimisha kwa kukata keki, ila leo tumeamua kuazimisha kwa kupanda miti kama yeye anavyofanya Zanzibari. Na sisi kwa umoja wetu wanashiuma, tumeamua kuja kupanda miti. Namshukuru sana makamu mwenyekiti dada Peregia Mushi kwa kutusisitiza wote tumeweza kufika eneo la tukio. Tunasema asante, mama jemedali, mama asiye na mbambamba, mama nae Tisha, mama naye jua nini kinachoendelea mama naenda kwa muda. Ombi langu mimi, na baadaye tunakata keki mwenge. Ombi langu mimi naongea mbele ya media Namwomba mweshimiwa rais ananiona mimi mtoto wake Sharifu, tunataka machinga Shiuma mwenge na wilaya Kinondoni tuonane, Dar es shaananyikaasa atutakishatafa tunataka Kinondoni na masoko tuonane na mweshimiwa rahisi, namimi navomjua mama yangu mimi Mama kipenzi, mama Samia Suluhu Hassan, hii hapa atasikia na atatuita. Unajua sisi mama yetu tunamjua moyo wake. Kwa hiyo mtu anaona labda sisi tunafanya haya kwa kuigiza, tunafanya kwa sababu tunaujua moyo wa yule mama, yeah. Ndio maana ukituona sisi Shuma kwenye kampeni zote tulikuwa tunatisha, tunakwamishwa na baadhi ya viongozi lakini sisi tunapita kwa sababu sisi tunajua yule mama ni jembe, tunajua mama yule moyo alionao kwa hiyo ndio maana tuko hapa na mama tunakuomba mwanao Sharifu na kuomba tukiwa na viongozi wangu wa Shiuma tunahitaji kuonana na wewe Shiuma Kinondoni na Shiuma Masokoni. Hiyo hatupepesi macho na navua kofia mama, nione mwanao vizuri. Tunataka kuonana na wewe mama, sisi Shiuma Kinondoni. Maana wewe ndio mlezi wetu taifa. Ila sisi tunakuomba. Si fursa sasa hii ya kukuza uchumi wa taifa letu. Shiuma, fursa sasa hii ya kukuza uchumi. Hatujaiogopa wala tujai kwama kwa sababu nyuma yetu kuna jembe Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Asante sana nashukuru sana wengeja Mungu. Miti asuburi mwengi wameanza kupanda maeneo la Kunduchi, wakishirikiana na viongozi mbalimbali wa wilaya wa Kimachinga. Mimi nilikuwa Ilala ilara nikishia na mkuu wa wilaya, tukapanda miti katika shule ya sekondari ya shule ya sekondari ya wasichana pale Jangwani. Leo baada ya hapo tulikata keki katika eneo la la katika eneo la Kariakoo, na sasa niko Mwenge. Wana Mwenge wote wanasema wanaongana na Mheshimiwa Rais siku ile ya leo waweze kusherehekea naye kwa pamoja. Mwenge w kpagatiliyote nchi nzima kila mwaka tarehe ishirini, tarehe kama hii watakuwa na panda miti na kusherekea siku ya birthday ya Mheshimiwa Rais. Nchi hii ni ya kwetu, tutunza amani utulivu katika nchi yetu, tuilinda amani kwa wetu wa Tanzania wote, tulinde amani utulivu kila sehemu. Ni waombe sana vijana wenzangu, vijana yangu machinga, tulinde amani ya nchi yetu. Nchi hii ni afupu imiasasiwa na, na, na Mwalimu Nyerere alituasa, akatuachia amani <todak> na utulivu. Tupendeni amani katika nchi yetu. Amina, amina, amina.